Padre wa kanisa Katoliki eneo la bonde la Kerio Kaunti ya Elgeyo Marakwet, padre Alois Cheruyot amezikwa leo hii. Viongozi wa kanisa Katoliki, familia na hata viongozi wa kisiasa wakiongozwa na mbunge wa Kapsaret Oscar Sudi, wakimwomboleza. Nimesimama hapa na moyo mzito kama askofu wa jimbo Katoliki la Kitale kwa sababu tumempoteza padri wetu ai shupavu ambaye alijitolea katika uenezaji wa Injili. Na sisi kama maaskofu kila wakati tunatangaza injili ya amani, amani ambayo inaanza ndani ya mioyo yetu. And finally, those people who shot the Mbunge wa Kapsaret Oscar Sudi akikashifu vikali mauaji ambayo yamekuwa yakishuhudiwa katika eneo hilo na wizi wa mifugo katika eneo la bonde la Kerio, amezitaka idara husika kuingilia kati na kuhakikisha kuwa wanaohusika na mauaji hayo wanakamatwa katika ukanda, ya kwamba hali ya usalama iweze kuimarishwa sehemu hiyo, kwa sababu watu wa kule pia wana haki ya kuwa na amani, na hata mtu mmoja asipoteze maisha yake kwa sababu ya kuwa mbegu ya amani katika ukanda wa Rift Valley. Hii kuwa Father Alois sio aliua Father Alois kimakosa, ni kwa sababu walikuwa wamekuwa cornered wamezuiwa kuiba ng'ombe wamezuiwa eh, kuiba kuumiza watu wale wengine, sasa wakarudi sasa uchokozi. Kwa upande wake, seneta wa Nandi Samson Cherargei amemnyoshea kidole cha lawama waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen kwa uchovu wa usalama maeneo hayo ya bonde la Kerio. Aidha, viongozi hawa wa kisiasa wamewataka viongozi wenzao kusaza kutupa cheche za maneno ya kuchochea vurugu nchini kwani serikali imewekeza juhudi za kuhakikisha kuwa kuna amani humu nchini. Watu wengi, ili ulale kwa nyumba ya nyazi, ili ukule ugali na chumvi, lakini kukueko na amani. Watu wengi hawajui maana ya amani, na ndio taifa letu la Kenya tunataka tuombe na tuongeleshe kila mtu. Ukue kiongozi ukisimama, chunga ulimi yako. Mary Kialo, Undugu TV.